A okay, timu zote hizi kwa heshima kubwa ambayo zimeipatia Tanzania kwa sababu tumeandika historia ya kuwa na timu ambazo zinashiriki mashindano ya kimataifa na zote zinafuzu kwa wakati mmoja, lakini muhimu zaidi ni kwamba timu zote ziko kwenye kiwango kizuri sana kwao, tunaamini ile ndoto tulionayo ya timu zetu kwenda kucheza fainali inawezekana, na mimi leo nina furaha sana kuona nimekuwa sehemu ya historia hii kubwa muhimu ya nchi yetu kupeleka timu zote katika mashindano ya kimataifa nawapongeza sana wote wote, Simba, Yanga, Azam na Singida uh, Black Stars. Mheshimiwa, kwa hiyo leo mzigo wa mama unarudi leo. Mzigo wa, wa mama leo me, uh, unarudi, kwa sababu uh, vigezo na masharti ni kwamba timu lazima ishinde, sio draw wala ni lazima ishinde, ndio tunatoa. Kwa hiyo simba walishachukua shilingi milioni 15 za ushindi wa kule Eswatini. Kwa hapa leo bahati mbaya uh, wanasema maiti imepiga chafya, kwa hiyo goli la mama limerudi, lakini ni, ni kwa kweli sio mbaya. Nadhani ilikuwa ni plani ya mwalimu kwamba timu isitumie nguvu nyingi sana, kwa sababu tayari ilikuwa na mtaji mkubwa wa, wa magoli na nafasi ya kusonga mbele katika mashindano mashindano ama zote. Simliona juzi Azam wame, Azam juzi wamefunga saba na wamepigwa 35 on the spot, kwa hiyo mimi mama hana mbamba. lakini ushindani unazungumziaje kimataifa na timu zetu zote kwenda uh, hatua ya makundi kwa kweli kama kuna kitu kinaleta faraja ni namna ambavyo timu zetu zote zimekuwa bora, zote zote zote ziko bora sana, bora sana. Msitishwe, msi na matokeo haya ya draw leo ya Simba na singizini hawa. Singizini nadhani wana, wana mwalimu mzuri na benchi lao zuri la ufundi, wamemsoma Simba na wamekuja wamezuia kufungwa, na muda wote mmeona walikuwa consistent. Kwa hiyo mimi nadhani yote ni matokeo, ndio umuhimu wa kushinda mapema kwa plani ya mwalimu Ime, imeenda vizuri, walishinda kwao hapo, wame draw, Simba inasonga mbele. Hilo ndio jambo muhimu kwamba tunaendelea na mashindano kwa ushindi ambao ulipata Simba, Simba kule ugenini, ulitegemea leo leo labda anaweza kashinda goli ngapi, ambapo ukasema lazima ni huu mzigo ukae sawa sawa kwa ajili ya Simba Sport. Kwa u, kusema ukweli kwa ubora wa Simba na namna ambavyo Simba nimeiona mazoezini nilitegemea leo wangefunga magoli mengi sana, lakini ndio hivyo, wewe unapanga na mwenzako naye anapanga, nadhani Nsingizini na, na wao walijipanga wali sana wa, wa, wakaja na plani yao ambayo imewasaidia kuto kufungwa, lakini kwa kweli simba wako vizuri sana. Mimi, mimi nimewaona simba zaidi ya hii mechi nimewaona mazoezini eh, kule Bunju, timu ni nzuri sana muwe na amani, yaani kwenye group stage muwe na amani kabisa.